Mchezo wa kukata na shoka kati ya Tabora United dhidi ya Young African umepigwa jana katika uwanja wa Al Hassan Mwinyi huku tukishuhudia Young African wakichomoza na ushindi mnono wa bao tatu kwa sifuri. Sasa kabla ya mchezo na baada ya mchezo, kumekuwa na maneno mengi kuhusiana na mchezo huo kutokana na matokeo ya mchezo wa awali ambao ulizikutanisha timu hizo hapa jijini Dar es Salaam na Young Africans walifungwa bao tatu kwa moja katika mchezo ama mkondo wa kwanza wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Sasa katika mchezo wa pili Young Africans ni kama walipania mchezo huu na walienda na kupata mapokezi makubwa sana kwenye mkoa wa Tabora, lakini kauli ambazo zilikuwa zikizungumzwa, kauli ya mkuu wa mkoa Po Chacha pamoja na kauli ya msemaji wa Young Africans Ali Shabani Kamwe zilithibitisha ukubwa, uh, wa mchezo huo na hii ilifanya mpaka uwanja ukaweza kawa umetapika kweli kweli katika mchezo huo. Sasa kuna taarifa imetoka Tabora ni kwamba polisi mkoani Tabora imethibitisha kumshikilia afisa habari wa klabu ya Yanga, Ali Shaban Kamwe. Kamanda wa polisi Tabora, Richard Abawa, amethibitisha kushikiliwa kwa Ali Kamwe na polisi, huku tuhuma za zikitajwa ni kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali. Kamwe alikuwa na timu yake ya Yanga Tabora kwa mchezo dhidi ya Tabora united ambao ilimalizika jana kwa Yanga kushinda bao tatu kwa sifuri kabla mchezo kama alitaja kuzozana na mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Paul Matiko Chacha katika ile kile kilichotajwa alikuwa akijibu alichosema rasmi huyo kuwa Yanga wamekuja na kiherehere mkononi mwake mwona. Sasa hiyo ni taarifa ambayo imetoka pale Tabora, ikionyesha kwamba Alikamwe ameshikiliwa na polisi. Taarifa na na zinasema alishikiliwa jana baada ya mchezo na amelala mahabusu baadhi ya watu wamekuwa na mtazamo tofauti kuhusiana na sakata hili, na nimejaribu kupitia comment kwenye baadhi ya posts za watu ambao wamepost hii habari ni wengine. Wanasema nadhani hii ndio shida ya kuchanganya siasa na mpira, wakati huyu anaitwa Official Grace akisema, serikali imegusa pabaya sana, tupo mwaka wa uchaguzi. Uzuri viongozi wanaomwakilisha mama huku mtaani na mkoani wote wagonjwa, tutakutana kwenye uchaguzi, wanaingilia mpi, mpira eti huyo aliandika hivyo anaitwa Grace. Lakini uh, Miss Rena anasema kaka jamaa kana bahati mbaya angekuwa tu ananyamaza na vitu kama hivyo umeona. Lakini huyu anaitwa Names James anasema, yani mkuu wa mkoa anaingilia kwenye siasa za mpira wetu, mnatunyima uhuru bana. Ameandika hivyo huyu anaitwa Names. Wakati Amo Philosoph King ameandika, huyo Rasindi aliyeanza vita maneno dhidi ya Yanga, kwa hiyo wao wana haki ya kuongelea baadhi ya vilabu vibaya, ila wakijibiwa na ni kesi huu ni akatoa neno kidogo, ambalo siwezi kulitamka hapa, na mkuu wa mkoa amemuuma, basi tu washikilie wanayanga wote. Watu wamejaribu kutoa maneno yao hivyo, na ni kama watu hawajaridhishwa na hichi ambacho kimetokea na ni kama wameona siasa inaingilia football yetu ya hapa Tanzania. Lakini jana nilizungumza hapa na kusema kauli aliyoitoa Alikamwe kwa mkuu wa mkoa of course, pia haikuwa nzuri, na baadhi ya watu wali comment, wakazungumza kwamba mkuu wa mkoa ndio ndo mwenyekiti wa ulinzi na usalama katika mkoa husika, hivyo ana uwezo wa kufanya chochote, na hichi ndo ambacho kimetokea. Taarifa hiyo kutokea pale uh, Tabora kwamba Alikamwe ameshikiliwa na jeshi la polisi. Nini maoni yako kwenye hili? Tuandikia hapo chini kwenye comment section, usiache kulike share pamoja na kusubscribe ya kuitwa Fay TV.